Hello wana wa Afrika, Chionda wa Chionda. Ndugu wana wa Afrika, nimerudi tena katika, mimi mwanenu, mjukuu wenu, kaka yenu, na wengine wanaweza wakaniita mdogo wao. Mimi Chionda wa Chionda niko kwa programu maalum ya kufumbua fikira za mtu mweusi. E, lakini ndugu wana wa Afrika, ninawaambia na aki hii hapa unaweza ukaja nikakuuzia nazo nyingi ninauza bei utanipata kwa kupitia namba sifuri saba nane mbili sita nane mbili tatu nane moja kwa hiyo na nauza na vitabu vitabu vya ukombozi wa fikra utavipata vyenye mafunzo mazuri ukisoma kitabu utakifurahia tunaendelea na mapambano yetu maana kazi na kula bila kula hakuna kazi, bila kunywa hakuna kazi, kwa sababu hayo ndio mafuta na maji ya gari hili unayoitwa mwili. Naendelea kuwapa ujumbe, ndugu wana wa Afrika, tuendelee katika vita yetu, sio vita ya mapambano ya bunduki, vita ya mapanga, vita ya ngumi. Hapana, hii ni vita ya kimwili na kiakili kwa sababu sisi tushaonekana watu, ukiwa una kitu duniani utafuata maelekezo ya mtu wowote anayokupa, na maelekezo yawe ya vitisho, yawe ya amani, wewe utaonekana ni bullshit, una chochote chini ya jua, someone can use you to their only direction. Kwa hiyo ndio hao wazungu walichokifanya wao, wakachukua mali zetu nyingi nyingi, na wanaendelea kuchukua hadi leo, wanaruti tunasema Yani wanang'oa, wanavuna, lakini Waafrika tunaendelea kuwapigia makofi na kuwafurahia kwamba wao ni watu bora, wamekuja kutusaidia sisi. Usitegemee msaada kutoka kwa mtu ambaye amejiweza kama huyu mzungu na Mwarabu. Hawa hawawezi kutusaidia sisi, hawa ni common enemy kwetu sisi. Hawana uwezo wa kutunyanyua popote tutakapoanguka a wanategemea tuanguke na vumbi lije litufunike, na uu ndio ukweli, utake usitake, shauri yako. Mimi sikulazimishi kunisikiliza, wala kupokea yale ninayoongea, ila kama wewe unataka mwangaza na huo ukweli, endelea kufuatilia vipindi vyangu. Nitakuelekeza jinsi ya wawatu walivyotufunga kamba, au wawatu walivyotumanipulate bongo zetu anavyotusindikiza na katika makaburi huku tukiwa hai, huku wakitupa ahadi tele zisizokuwa na ushahidi. Kwa sababu kama Mwarabu na mzungu wewe ni marafiki zako, kwa nini walikufunga kamba wakakuuza kama maandazi, wakakufunga kamba kama mbuzi, wakakupangia bei juu ya kichanja cha, cha mnada hivi? Ukae ukajiuliza, nani alikufanyia haya? ni mwafrika mwenzako hapana kama mwafrika mwenzako alishiriki kwenye biashara hii yeye alishinikizwa na wamabwana kwa, kwa ahadi za uongo wale wote walioshirikiana na, watu na wakoloni kuwauza babu zetu kaka zetu na dada zetu hadi leo familia zao zinaishi kwa laana kubwa wanakula moto ambao tumboni kwao unazidi kuwaunguza na mioyo yao inazidi kuvutukutia Kini, tukiongea tunaitwa sisi wadanganyifu, sisi hatuna ukweli, sisi ni waongo. Wa kweli ni wao, ila dunia dunia ndio inaongea, sio wao. Ukweli unabaki palepale kwamba hawa si watu wazuri, hawa si marafiki zetu, hawa ni maadui zetu. Ndugu wana wa Afrika, mimi Chionda, Chionda, sinaga mambo mengi sana Napenda mkae mwelewe, hii vita ni yetu sote, tuungane pamoja. Karibuni wale wote wenye nia njema, nia njema ya kupigania usawa na haki na ukweli. Ukweli unakuweka huru, hata hao manabii zao walisema ukweli ndio bora kuliko uongo, ila uongo unadumu muda mrefu, unasambaa haraka kuliko ukweli, na wakweli wengi wanakuwa wabaya chini ya jua hili. Yawakubariki. We ukidai haki yako, ukidai usawa wako, ukidai glory yako ilichukuliwa unaitwa gaidi. Siku hizi wana mfumo wa mtengeneza wanaita magaidi. Magaidi ni kina nani? Magaidi ni wao Western power na Arabian nations. Mataifa ya magharibi na nguvu za kimagharibi pamoja na mataifa ya kimashariki au wanajiita Arabu. Hmm? Mchina siwezi kumlaumu sana China mikataba yake sio ya ukandamizaji. Mlusi hajawahi kuwa mkandamizaji wa mtu mweusi. Katika mtu aliopata hasara ya kusaidia watu weusi ni Mlusi. Sisi hatujawahi kumlipa wema Mrusi. Waulize mpra ambao walisaidiwa na Urusi kupambana na mapambano yao dhidi ya walendo vyama vingi ya Afrika. Watu wengi Afrika kina Moizo Tishombe walipata misaada kutoka kwa Warusi. Kina Patrice Emery Lumumba walisaidiwa na Warusi. Ha? Kina Thomas Sankara alipigwa tafu na Warusi. Warusi si wasaliti, ila mzungu wa magharibi wanamwita black witchcraft, huyu ni mtu mbaya Huyu anaitwa black witch, mchawi mweusi. Huyu ni hatari, huyu anatumia black magic. Unajua black magic, black magic ni uchawi wa kudhuru, mwili wa kudhuru mtu, sio wa kuponya. Kwa hiyo ndugu wana wa Afrika, katika wachawi hao wawili weupe wa basi, mzungu wa mashariki yeye namwita The white witch, mchawi mweupe yeye uchawi wake ni wa kuponya, ila huyu wa magharibi ni black witch, ni mchawi wa kuua. Yeye anaua akili, anaua mwili, anaua fikra. Mafrika afikirie mali zake, tena anafikiria kwenda heaven ameahidiwa, kwa sababu kuna mtu amekuja amekufa duniani, amejitoa damu yake sasa huyu mtu muda wote, yani yeye anakuja baada ya miaka zaidi ya elfu moja na mia tano ndio tunapata taarifa, bwana, kuna mtu amekufa kwa sababu yenu mpate wokozi. Akuwa akuja kwa sababu yetu, huyu hakuwa wetu, huyu ni wa kwenu, na ushahidi hakuna kama huyu alikuwepo. Haya ni matengenezo yenu. Huu ni uongo ulio dhahiri shahiri. Ila Mwafrika akimwambia hivi tayari ya kuchomea kibanda chako moto ufe. Pasababu, kwa sababu ameshatekwa akili zake azijitambui ajielewi hata kidogo, apate ufafanuzi wa ubongo wake au fanye kazi, kumwambia hebu fikiria, huyu anachokiongea fikiria mara mbili mbili, hivi ni kweli au uongo? Waafrika huwa hawafikiri. Mfano leo hii nimekutana na jamaa mmoja ananiambia, wewe Chionda, wewe unasema Ukristo Kristo ni dini ya wazungu. Mbona wewe umevaa msalaba? Eti anasema huyu mimi nimevaa msalaba. Nikamwambia angalia, nikamvulia nikamkabidhi, nikamwambia msalaba wenu wa kifo ndio kama huu. Huu sio msalaba wa kifo. Hii ni huu ni hii inaitwa aki tree of life. Mti wa maisha. Mti ukipandwa unaota, unapoota ndio maisha. Ule wa, wao wow, Christianity wanatumia cross of death, Msalaba wa kifo msalaba, msalaba wa kifo, mti wake ni mkavu. Naelewa mwana wa Afrika, mti wanaotumia ni wudi, ambaye ni mti mkavu, ambaye wewe wanakusimikia pale, na hii imekuonyesha kwamba ukienda kushoto kulia kote, hakuna njia unakoenda, unaporomoka upande wa pili Chukua msalaba chola, alafu fuata alama, alama nne walizokuwekea, uone kama utakwenda wapi. Unakwenda kuzama. Ndio alama ile walivyoweka ni alama ya kifo, wanaita it is the symbol of death. Hii ni symbol of life, hii ni alama ya maisha. Kuna jicho eyes of Lucifer na kuna eyes of Horusi. Inatakiwa muende darasani msome, sio darasa la mzungu. Darasa la mzungu hawezi kukupa haya, na ndio maana nikakwambia, ili ufungue ubongo wako inatakiwa utafute, usipokee. Ukipokea umelisho matangombali. Hata mimi Chionda ninachokwambia hapa, na kwa na kuruhusu, katafanye utafiti alafu urudi, kama unaweza kuagu kuwa na uhakika na yako unaoyafanya Chionda na ntukana, chionda na nzalisha, meza hapa weka kiti kule, mimi nikae hapa. Njoo na ushahidi wako, mimi nakuja na ushahidi kichwani. Tuonye tuongee ukweli. Kama unao ushahidi wewe ya kwako ni ya kweli, njoo hapa katika meza ya duara, the round table. I will be your host, you will be my guest yeah Nakukaribisha niwe mwenyeji wako uwe mgeni wangu. We can judge who is the light, who is the wrong. We are not here for joking, we are serious. This is a message with, we mix with fire Huu ni ujumbe ambao ni mkali, tumechanganya na moto unaounguza. Lazima wale wote wanaotengeneza uongo chini ya jua, moto huu unawaunguza, mioyo yao inawaka moto, wanatetemeka. They tremble. They fear their life, they fear the west. Hey, wanaogopa, utajiri wao utaondoka na, uma, na, na maisha yao, kwa sababu wanategemea the master deceiver and the bigger liar they don't know they believe hawajui wao wanaamini kuamini you know what meaning of faith imbecile. Imbecile, you know what meaning of imbecile? Idiot. Idiot. We conclude, the stupid one. Natakiwa. Utamsikia mtu anasema, we Chionda, unawaponda wazungu Kiingereza. Mzungu alikuwa ajui kusoma wala kuandika, herufi na hesabu na namba tumempelekea sisi, the master of wisdom, wazee wa hekima. Kuna mtu mwenye hekima kama mtu mweusi? Si unaona naongea na nyinyi, siwatukani matusi ya kuwavua nguo, kwa sababu na nyinyi na tabia zenu mnavyonitukana, unafikiri ningekaa kwenye maiki singeanza kuwatukana? Natumia wisdom gift from my ancestor and the creator of all. Hii ni zawadi kutoka kwa mababu zangu na muumbaji wa vyote. I am telling you, take it or leave it alone. Naambia ukweli, chukua hii fanyia kazi, kama hutaki achana nayo. Tuwache tupite kwenye njia zetu, usitubuguzi kwa sababu tunatema moto wa Dragon. moto wetu ni moto wenye kuunguza nakwambia, we are not joking here, hatupotezi muda wetu bole bule na hapa hatupotezi muda na hatuleti utani, tuko serious. na hii message inafika ikiwa na mshale wa moto ikiwa na moto unaowaka hakuna mwenye kuweza kuzima. Kama unaweza kuzima meza ya duara hapa, kama unaweza kupambana na huu moto meza ya duara hapa, I'm welcoming you, nakukaribisha my brother, my sister, welcome to our round table, the table of discussion, not arguing uh, we want discussion. We want to separate lie and the truth. Water and mud. Huh? Water and mud. Do you know what meaning? Maji na matope. Otepu wana wa Afrika. Chionda wa Chionda. Ubuntu, ubantu. Mwafrika ni mtu sio nyani. Amenera.